Natumani utakuwa umetumia au umesikia au ukuona kitu kinachoitwa HP, yaani Hewlett Packard. Sasa ngoja ni kujuzi ambacho labda ukifahamu. Mimi ni Jerad na hii ni Wajanja Midia. Kampuni ya HP ilianzishwa mwaka 1939 na waandisi wa willi Bill Heulet na Dave Packard huko Palo Alco, California. HP ilianza kutengeneza oskolata za sauti, huku bidhaa yao kwanza kuuza ikiwa ni HP model 200a iliyotumiwa na Walt Disney Studio katika filamu ya Fantasia. Katika miaka 1950 na 1960 HP ilijikita zaidi katika utengenezaji wa vifaa vya kupima kielektroniki na mwaka 1966 walizindua kompyuta ya kwanza HP 2116A. Hey, katika miaka 1980 kampuni ilivumbua bidhaa zake maarufu kama HP LaserJet na HP Interjet zikiweka HP kama kiongozi wa soko la uchapishaji. Mnamo mwaka 1999 HP iligawanyika kuwa Agilent Technologies, vifaa vya maabara, na HP Inc, kompyuta za uchapishaji. Mwaka elfu mbili na mbili HP ilinunua Compaq na kuwa kiongozi wa sekta ya kompyuta. Mwaka elfu mbili na kumi na tano HP iliganyika tena kuwa kampuni mawili, HP Inc inayojikita kwenye kompyuta na printe na Hewlett Packard Enterprise HPE inayoshughulika na huduma za IT na uhifadhi wa data. Mpaka hapo umejua HP la mjina na Jeradi Wenga.